Na kwa ajili ya wa udhaifu wake, fahamu hilo. wa hadithu tarki Muawiyat albasmala, na hadithi ya Muawiya kuacha nini, bismillah. wa takbirati lintiqalati, na takbira za vihamu. wa inkaru salafi, na kukemea hilo wema waliotangulia. min ahli lmadina, katika watu wa Madina. Aleihi, juu yake, yani kulikemea hilo juu yake. thabitun fi kutubi sunna, imethubutu kabisa katika kitabu ya Sunna. Ahii na, nafikiri inahitaji jalsa kamil kuzungumza Muawiya hata masal hii, masala ya kuacha Bismillah mwanzo Suratul Fatiha, mtu alioanzisha hii mchezo ni Muawia. Takuja kuweka jalsa hasa khaso ya kueleza bil adilla Aa, minha katika hi vitabu Almustadrak na Almustadrak waisnaduhu sahihun, na isnadi yake ni sahih wa huwa aidan, na vile vile awalu man ahdath alquud ala almimbar -al, ndo mtu mwanzo alozusha tabia kukaa kwenye mimbar. Ai khataba jalisan. Muawiya alikuwa na khutuba meka asimam, kama fi sunan Albayhaq, kama ibn katka sunan Albayhaq. Ana lisusha mambo mingi sana, alikuwa na khutuba meka maana ilikuwa ni jitu nono kweli kweli, jitu nono kweli kweli. Kana yakul wala yashba, anakula wala hashibi. Sim inma akulu wa aya wala ashba nakula nachoka, si tu kutefuna, lakini sishibi. Mtume alimwapiza, la ashba llahu batna. Haya, tunaendelea ha? wa alintiqalat wa amma maddu takbirati alintiqalati, sindio? Wa amma madu takbirati alintiqalat, ama kuvuta zile takbira za vihamo. Fathabata, imethubutu ana nabia sallallahu alayhi wasallam, imethubutu ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wasalam